anzia ulipopanga isia unapotaka utaendelea kubarikiwa na Mungu kama anavyoibariki sisi amina, amina, amina, amina. Eti wanajipanga kuwaambia watu wasiende kupiga kura tarehe ishirini na tisa. Ole wenu! Kwenda kupiga kura tarehe ishirini na tisa ni haki ya kila Mtanzania. Kwenye katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tuliweka utaratibu wa kuingia kwenye uchaguzi kila baada ya miaka mitano hatukuwai kukaa kwamba tutakuwa na kipengele cha kugomea uchaguzi, hatujawahi kwenye katiba, hiyo haipo. Kwa hiyo niwaambie ndugu zangu wa Nyarumbo, ni wapeni hima, ikifika tarehe ishirini na tisa twendeni tukawachague viongozi viongozi watakaotuongoza kwenye kata yetu, na viongozi hao ni watatu. Kuna mgombea urais Daktari Samia Suluhu Hassan, kuna mgombea ubunge Daktari Rita Kabati, tuna mgombea udiwani wetu ndugu yetu Yohanes hao ndio viongozi. Mkienda sio kwenda kupiga kura, mtaenda kuona pale, kutakuwa na picha zao, kutakuwa na sehemu ya kwenda kupiga kura. Twendeni tukawachague kiongozi. Niwahakikisheni hakuna atakaye kuja kufuata nyumbani kwako kwamba usiende kupiga kura. Siku ya kupiga kura itakuwa siku nzuri kweli, na tunasali kwa Mwenyezi Mungu jua liwake safi, tuamke mapema tukiwa tumependeza, taratibu kwenda kwenye maeneo tutakayoenda kupiga kura. Hii nchi yetu ni nchi ya amani ya utulivu na upendo. Ukitaka kujua amani ina gharama, nenda maeneo ya jirani zetu. Tanzania yetu hii, umeweka mboga zako jikoni, umekaanga samaki wako mzuri, si ndio? Bahati mbaya umeishiwa chumvi, ukienda kwa jirani unagonga, anakupa chumvi kidogo, unakwenda kuweka chumvi safi pale. Ndiyo Tanzania. Asitokeze mtu akatufarakanisha tukatoka kwenye hiyo misingi. CCM oyee! tuishi kwenye misingi ya amani, utulivu na upendo tulioachiwa na waasisi wetu ikiwemo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ikiwemo kina Benjamin William Mkapa, Jakaya Mrisho Kikwete, Magufuli na sasa Daktari Samia Suluhu Hassan. Tusichafue amani kwa sababu tu ya uchaguzi. Kwa wako watu wanapita huko, wanawatieni maneno ambayo ya hayaeleweki. Ah, kitanuka siku hiyo, watanuka wao, watanuka wao. Kwa hiyo tuwai asubuhi tukapige kura tukawachague viongozi ambayo ni viongozi watuletea maendeleo kwenye kata yetu, watuletea maendeleo kwenye jimbo letu, watuletea maendeleo kwenye nchi yetu Tanzania pendwa. Lakini lingine niseme leo, niwakumbushe ndugu zanguni, tuambie vijana wetu kwenye mitandao. Wako watu wana vijana wetu, tumewalea tumewazaa, wanaandika kwenye mitandao mtu anaweza akaandika jambo hata ajue ameandikeje. Tuna tuna tabia, unaingia kwenye simu una like tu, ukiona tu picha una like mtu, anaongea maneno yasiyoeleweka, wewe unabonya tu una like. Tujue matumizi mazuri ya zile simu. Wako watu wanatumia mitandao kutengeneza makundi na magenge ya kiuwasi, na ukitargeti uchaguzi huu wa kwetu, tuwaogope kama ukoma, nia yao ni ovu. Wako watu wanalelewa na mabeberu, wako viongozi wa vyama vingine maisha yao yote yako huko nje, Canada, huko Australia, wamepeleka familia zao huko, wanataka walete fujo. Na ukianza kuangalia wanapoandaa hizo fujo, wanakaa karibu na mipaka. Yaani, mtu anakichafua leo, anasema Dar es Salaam au Iringa, unakuta anapita barabara hii, anaenda kukaa Tunduma, anakwenda kukaa nanilii kule Kenya, mpakani huko Mozambiki ili hali ya hewa ikiharibika aende huyo nchi jirani awe mkimbizi akimbilie kwenye familia yake huku familia ziharibike. Msikubali wala, Nyalumbu msikubali hao wanaofarakanisha hivyo. Nchi yetu ina amani sana, nchi yetu ni tulivu sana, na ndio maana nchi yetu leo tunafanya mkutano wa hadhara hapa, tumewaalika watu wote. Hatukusema huu mkutano ni wa CCM peke yake, kwamba kila mtu aje asikilize sera zetu. Kwa hiyo, mzee mzee wangu, mzee Mbosa, nilisema na haya nayo niseme kwa sababu sisi wote hapa ni viongozi, nchi ni yetu sote, yatupasa sisi sote kwa pamoja tuilinde, tuipende na tumpende mgombea wetu wa urais. Tena wakina mama, mmeletewa rais mwanamke, bahati iliyoje na ya pekee.